Katika kuzungumzia swala hili la utamaduni wa kabila la Wamasai tumetembelea jijini Arusha nchini Tanzania, katika makumbusho ya Kimasai na kukutana na Oleston ambaye anatoa huduma katika eneo hilo. Kwanza kabisa ameanza kwa kujitambulisha ha. Kwa majina anaitwa Olestoni na nipo nafanya kazi makumbusho. Ni makumbusho ambayo ni ya Kimasai. Eneo hili limeanza mda ina zaidi ya miaka ishirini, na lengo ni kwa ajili ya kuhifadhi historia kabila la Wamasai, na ukitaka kupata sana sana, ni sehemu iko ndani ya snake park, Meserani snake park, ndo hili no, tumeweka vile vitu vyote. Kwa kama ni mgeni unaweza kumpata, unaweza kuja kupata hapo, akapata historia yote kuhusiana na kabila letu. Kama pia atakuwa anapenda zaidi then anaweza kwenda kuona makazi ya, ya watu ya alis ilivyokuwa zamani. Lakini je, kuhusu heshima ya mavazi ama vazi la Kimasai na utamaduni wa vazi hili upoje? Kwenye hizi nguo kwamba unakuta huyu amevaa nguo hii na nguo amevaa nguo hii. Zamani alikuwa anavaa nguo kutokana na, na umri au kutokana na rika, lakini sahivi zipo rangi nyingi. Unavaa rangi ambayo yoyote ambayo umependa, kama umepanda nyekundu, kama umepanda bluu, kama kijani, unavaa ile yoyote ambayo mwenyewe umependa, kwamba mimi napenda nivae rangi hii. Aidha, kuhusu swala la kuheshimu mila na tamaduni za Kimasai, swala hili lipoje? Bado wa masai wanaendelea kuheshimu mila na tamaduni za kabila lao. Kuna vitu viwili vitatu vinavyoharibu mila nalisheza zizungumzie, nazungumzia kumjena makabila yetu ya kikwetu. Kuna vitu ambao pia ni muhimu, ambao kila mtu elimu, ambao inapaswa kila mtu awe na elimu kuna dini sehemu kidogo inaweza inaua sehemu za mila na dini za watu, lakini mila sisi tuna sheria zetu. Kuna vitu ambayo ni vigumu sana kubadilika hata kama umepata elimu kiasi gani, lakini kuna vitu ambayo lazima uifanye hata kama haijalishi una elimu kiasi gani, lazima ufuate. Mfano kwenye swala la kutairi vijana, sisi vijana wetu hatutairi hospitalini. Vijana wetu sisi ilikuwa na heshima kubwa, lazima utairiwe nyumbani. O, lakini pia ni kipindi ambao vijana wanatairiwa. Maana si tunatairi miaka saba, then tunaacha miaka saba ndo tunapata zalirika. Lakini ndani ya zile miaka saba inaweza kuwa kuna kijana na miaka kumi na tatu, kumi na nne, kumi na nane ndo umri wa kutairi. Kama mfano sahivi kumi ndo msimu wa kwanza kutairi kwanza, mwezi wa kumi kwenye tarehe ishirini na moja, ishirini na mbili na kuendelea. Tunakua tunafanya miaka saba kwao, tukianza hii, nafikiri mwisho itaenda kuhitimisha elfu mbili na thelathini na mbili ndio mwisho, tumepata reka lingine na vijana wa kustaafu sasa, wamekuwa tuna jeshi jipya. Naam, baada ya hapo, Olestoni alitupeleka moja kwa moja kwenye eneo ambalo zoezi la tohara hufanyika, hususan kwa vijana wa kiume, lakini pia vijana wa kike kabla ya ukeketaji kupigwa vita. Kwa hapo ni sehemu ambao tunatahiri vijana wa kiume maandalizi anaawanda kijana anaanza kucheza labda kuanzia saa tisa au saa kumi usiku kucha, kutairi asubuhi. Tunatairi vijana na umri wa miaka kumi na tatu kwenda juu. Kutairi kipindi miaka saba, alafu tena tunawaacha miaka saba ili kutafuta rika. Na huko ni watoto wa kike kikipindi pia walikuwa wanatariwa, walikuwa hawana muda maalum, wanaweza katariwa kana miaka miwili mitatu tano. Lakini sahivi serikali inatoa elimu kuhusiana na hii kwa asilimia kubwa, kwamba hii sahivi haipo tena. Na hapa ni wazee wanasherekea, baada ya kutairi vijanao, lazima washerekee kwa kunywa pombe pombe hiyo inaongeza kwa kutumia asali, sukari, maji pamoja na mzizi aloe vera, na inachukua siku saba iwe tayari. Kwa huyu hapa ameshalewa tayari, na hiyo ni mzinga wa nyuki. Na hapa pia wanacheza bao, na hapa tunatoa damu ya ng'ombe, lakini ng'ombe hawezi kufanya damu, tunatoa ng'ombe endelea kuishi, na hiyo damu tunatoa, tunapatia wale vijana waliotahiriwa ili kusaidia na ile damu aliopoteza. Mama anapojifungua anakunywa pia damu ya ng'ombe, ni sehemu ya chakula. Na hizi ni steji za ukuaji, kwamba huko wanawake na huko wanaume, kwamba huyu ni mtoto mdogo, wa pili amekuwa mkubwa, huyu ameolewa, mama makamu, bibi, na hivyo hivyo. Wako wanaume kwamba wa kwanza kule ni kijana mdogo, wa pili ametairiwa, huyo anaweza kuwa ni famili, baba wa makamu wa mwishoni, makoo. Pia zamani alikuwa anavaa nguo kutokana na umri, lakini sasa hivi zipo nguo nyingi ambazo zina rangi tofauti tofauti. Unavaa ile rangi ambayo mwenyewe umependa. Na, na hii ni pango inaosha zile zana zote ambao natumia, kwamba kuna kijana na zana zake, na mkuki ana ngao, tuna pembe ya swala, miguu, zana nyingi. Tuko na begi kubebea mzigo kwenye punda, tuko na begi ndogo, tuko na kengele ya ng'ombe. Kwa ng'ombe wako unapoenda kwenye malisho, unaweza kusikia mahali walipo. Na huku pia, hizi ni dawa mbotu ya kutoka miti tofauti tofauti. Hii ni mke wa nyumbu kufukuzia nzi kwa wazee, fimba viongozi, pembe ya nyati kwa ajili kusagia dawa. Hizi ni vibuyu, na ile ni ya kutuangia, ni kama mota zile ambapo nyinyi mnatumia. Mwisho kule ni pembe ya ng'ombe, tunatumia kama glasi. Ni ile zana zote kwa. Kwa siku tukiama kwenda mahali nyingine, tunachukua vitu vyetu tunaweka kwenye punda tunaenda kufanya makazi mengine mapya. Nikimalizia kwa majina na yangu, naitwa Olestoni au jina sana sana ambayo jina anajulikana sana, naitwa Ole. Kwa kuendelea kufuata sisi, endelea kusikiliza redio France International. Karibuni sana.